Salamu alaikum. Amjambo nyote, amjambo tena. Asanteni sana. Na nimefurahi sana sana vile tumechagua chairman yetu kijana ya Notor Mbeleni alikuwa county secretary ya hii government ya Ukuru <tos> <tos> uh. Ukuru, unajua <coughs> kama mtu akiwa na <coughs> uh, na akiwa na ufahamu <gulia> na mtu akigundua uwizi huko, <coughs> <coughs> na akisema kitu anasema toka. <coughs> wanasemanga ati hapa tukiwa kwa serikali hii ati ni kunyamaza na kukula, kama mtu anaongea anaambiwa toka. Sasa <laughs> huyu alisema hii ni maneno ya dhulma, serikali haendi vizuri eh, maji hatupati, hospitali haina dawa, watu wetu kila wakati wanapelekwa kule Kirwa, Meru, Nairobi, sehemu zingine. Watu wa Moyale wanapelekwa kule Addis Ababa, Yaballo, na bado devolution iko pesa inayotosha eh, jambeni, pesa ya kununua dawa wanaiba watu wanafariki kwa ajili ya wizi hiyo hiyo eh? Dhambi ya maskini hawa itawashika tu, itawashika, ama sio? Sasa wangwana wakijaribu kuuliza maneno kama hiyo, wanaulizwa nyinyi, kwa nini mnaongea? Mnafaa kunyamaza na kukula mpaka umalize muhula huu. Sasa ndio wakatoka, lakini watu wanajubiliwa wakasema Jamaa ako na ufahamu na anaweza kufanya hii kazi ya chairmanship, tukampatia hiyo kitu. Nina hakika utabagua na utaweza kufanya hiyo kazi yako mzuri. Tuko na imani na wewe, hapana egelea sehemu yoyote. Hata wale after February wakitaka kuingia, wakuje, wakuje tujenge rais pamoja. Lakini watu wa Marsabit wameamua pande ya kaunti, si mumeamua? Watu si wameamua, yeah. Tumejua ni nini shida wakati wa 2013 yeah. Si tumeerevuka yeah. Sasa tumesema kila moja anakaa pamoja, hatutabagua hata mtu yoyote, hatutabagua jamii yoyote. Serikali ya kaunti ya Marsabit ya 2017 itakuwa ni serikali ya kujali maslahi ya jamii yote, sio kundi fulani. Sio ati kundi fulani wanakuja pamoja wanawacha wengine nje, wanatengeneza vile ya kuumiza wengine wote. Hatukubali maneno kama hiyo. Itakuwa ni serikali ya maendeleo, serikali ya kuleta amani, serikali ya kuleta umoja, usalama katika kaunti yetu na maendeleo. Hiyo ndio tutajaribu kufanya, inshaallah kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, tukishirikiana na nyinyi.